Hayo yamebainishwa na diwani wa kata ya Kilimani, Neema Petro Mwaluko wakati akizungumza na waandishi wa habari wakati wa ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotekelezwa na serikali kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na moja hadi elfu mbili na ishirini na tano katika kata hiyo, ambapo miradi iliyotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa madarasa manne, ofisi mbili, matundu kumi ya vyoo na uchimbaji wa kisima. Asante. Kwa hiyo katika mradi huu wa shule ya msingi Chinyoyo mradi ambao tuliingiziwa fedha kiasi cha shilingi milioni 137. Fedha hizi ziliingizwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza tulipata shilingi milioni themanini, lakini baadaye tukapata tena milioni kumi na saba kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo. Milioni themanini ilihusika katika ujenzi wa haya madarasa manne pamoja na ofisi mbili, lakini vile vile serikali ikatupatia fedha zingine milioni ishirini, kwa ajili ya uchimbaji wa kisima kwa sababu eneo hili na miundombinu ya maji ilikuwa ni tatizo, basi tulivyopeleka kilio hicho, tukapatiwa fedha za kujenga kisima. Kwa upande wao, afisa mtendaji wa kata chinyo ya Chinyoya Happyness Japhet na Jonas Masanuka ambaye ni mkazi wa kata hiyo ameishukuru serikali ya awamu ya sita kwa jitihada zao za kuhakikisha wanaboresha na kuongeza miundombinu katika sekta ya elimu katika kata hiyo. Kabisa, napenda kuishukuru serikali ya awamu ya sita kwa kutuletea mradi katika shule, kutuletea mradi wa shule ya msingi Chinyoya ambayo ipo ndani ya, ya mtaa wangu. Shule hii imekuja, italeta maendeleo kweli. Kipekee ni shukuru serikali yangu ya mtaa, mshukuru pia diwani, mshukuru pia mheshimiwa Anthony Mavunde kwa mradi huu wa shule ambao umetuletea mahali hapa. Kikweli shule hii imetusaidia sana kwa sababu wakazi wetu wa mtaa wa Kilimani, watoto wetu asilimia wa kubwa wa wamekuwa wakipata shida kwenda shule ya mbali ambayo iko Tambukaleli. Kwa hiyo kutokana na huu mradi ambao umeletwa hapa, sisi kama wakazi wa Chinyoyo na wakazi wa kata ya Kilimani tunanufaika pakubwa sana. Aidha, diwani ameongeza kuwa kwa miaka ya nyuma, kata hiyo haikuwahi kuwa na shule, hivyo ujenzi wa shule hiyo utapunguza adha iliyokuwa inawakabili wanafunzi. Kata hii ya Kilimani toka imeundwa haijawahi kuwa na shule ya msingi. Sisi kama wakazi wa kata ya Kilimani, eneo ambalo watoto wetu walikuwa wanasoma ni eneo, ni mbali, walikuwa wanasoma Shoo, na, amini kwenye kata ya Tamkaleli leli kitu kikubwa ambacho tumekifurahia katika utekelezaji wa miradi ya serikali. Na sisi kata ya Kilimani tumeguswa, tumeweza kupata mradi huu wa shule ya msingi kutoka Dodoma. Lilian Leopodi, Dodoma TV.